Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa imebainika kuwa matatu iliyohusika kwenye ajali iliyosababisha vifo vya watu 15 Jumamosi huko Bomet, ilikuwa imebeba abiria kupita kiasi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ya Bomet, Edward Imbwaga, matatu hiyo ilikuwa imebeba watu ishirini badala ya watu 14 wakati ilipopata ajali. Imbwaga amewaonya madereva na wamiliki wa magari ya usafiri wa umma dhidi ya kukiuka sheria za trafiki na kuhatarisha maisha ya abiria. Haya ni huku waliojeruhiwa kwenye ajali hiyo wakiendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Kaplong. Waziri wa barabara na uchukuzi Davis Chirchir pia waliwatembelea manusura hospitali. Kaplong uh, hospital ilikuwa ime uh, seven casualties wale walikuwa wameaga Kapkate saba Tenwek moja. Hao ndio walikuwa wameaga. Please tusikunywe na kuendesha gari ingawa, pia tuko na chukumu kama serikali, there are things that we have to correct as waziri has indicated. Kuna very narrow roads, we have to at least widen ndio watu wetu wasaidike hii. Ni ningependa kutoa rambirambi zangu na watu hapa ya watu wa Sotik kwa wale ambao walipoteza maisha na wale ambao bado wako hospitalini kupata matibabu. Tungependa kuwapatia eh, salamu za heri ili waweze kupata nafuu haraka.